ni mazungumzo ya kitaifa kupitia Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC tukiangazia dhana ya utawala bora nchini Tanzania. Jina langu ni Merigoret Richard nami ni Faraja John. Swali so letu kuu leo katika Haba na Haba ni je, wanawake wanashiriki vya kutosha katika maswala yanayohusu serikali za mitaa na uongozi kwa ujumla? Mama akienda hata kwenye mkutano wa hadhara hatakii kusema, akisema watu wanaeza kumwangalia kwa jicho jingine hoja hii inakuja katika kipindi ambacho Tanzania inaelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa Disemba 14 mwaka huu, uchaguzi ambao kanuni zake zimempa mwanamke nafasi ya upendeleo moja ya tatu ya wajumbe watakaochaguliwa lazima wawe wanawake. Je, hili linawezekana katika uhalisia? Inawezekana kama italazimishwa ile kwenda, sasa mnaanza kusaka kwamba bwana, njo tugombee, bwana, nafasi zipo, tunaweza tukafikia, lakini mimi binafsi naona kama vile itakuwa ni kitu kigumu, kama tutaiangalia kwa mazingira ya sasa. Je, yeah, hayo mazingira ya sasa ni yapi yanayopokonya haki ya mwanamke kuwa kiongozi? Utamsikia baadaye Maria Sarungi, mwanahabari na mwanaharakati wa mabadiliko, kama ambavyo hujitambulisha. Kumbuka msikilizaji, hoja zetu huwekwa mapema kabisa katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili kukupa nafasi ya kutoa maoni yako ndani ya kipindi hiki. Facebook ni BBC haba na Haba, Twitter ni BBC underscore haba na Haba. Na kwa wale wasio katika mitandao hii ya kijamii mnaweza kutuma ujumbe katika simu yetu ya mkononi ambayo ni 0785236938 Haba na haba, taifa linazungumza. Ni mabadiliko gani hutokea pale mwanamke anapokuwa kiongozi katika ngazi ya serikali ya mtaa? Hili ndilo swali ambalo lipo katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunataka kuona utayari wa mwanamke kuingia katika michakato ya uchaguzi wa serikali za mitaa ukoje, tukizingatia kwamba mwongozo wa uchaguzi na kanuni zake tayari zimetoa nafasi ya upendeleo kwa wanawake. Lakini mwanamke anatajwa vipi na kanuni za uchaguzi? Rejina Mziwanda anatupitisha katika kanuni hizi, mwongozo wa uchaguzi wa serikali za mitaa unawataja wajumbe watakaochaguliwa kuunda serikali ya kijiji kuwa ni pamoja na mwenyekiti wa kijiji, wenye viti wa vitongoji vilivyomo katika eneo la kijiji na wajumbe wa viti maalum ambao ni wanawake. Idadi yao haitakuwa chini ya theluthi moja. Hii ina maana, kati ya wajumbe ishirini na nne wa, wa halmashauri ya kijiji, nane ni lazima wawe wanawake, na nafasi 16 zilizobaki ni nafasi mchanganyiko kati ya wanawake na wanaume. Na kamati ya mtaa itakuwa na wajumbe wasiozidi sita, ambao ni mwenyekiti wa mtaa, wajumbe mchanganyiko ambao idadi yao haitazidi watatu, na wajumbe wa viti maalum wanawake, ambao idadi yao haitakuwa chini ya theluthi moja ya wajumbe wote. Mkurugenzi katika Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Bwana Karisti Luanda anasisitiza kwamba wasimamizi wa uchaguzi ambao ni wakurugenzi wa halmashauri wanapaswa kuhakikisha usawa huu unazingatiwa, kwamba wakati ule wanapopokea wagombea kwa kila nafasi ambazo zimetolewa, moja ya tatu ya nafasi hizo wawe wanawake, neno la Kiingereza at least wanaweza kuwa nusu, wanaweza kuwa robo tatu, na wanaweza kuwa wote wakawa wanawake. Na hili na naomba nilifafanua kwamba wakiwa wote hakuna tatizo, tumeweka ile ni minimum, kwamba wasipungue moja ya tatu, lakini tutafurahi tukikuta kijiji ambacho waliogombea wote ni wanawake na wote wanawake wakapata. Na ikiwa hivyo, sisi tunafikiri tuna kwamba wazo sasa la, la ku, la kuleta usawa lina, linakuwa limeboreka zaidi. Ni mkurugenzi wa serikali za mitaa katika ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, akikamilisha taarifa ya Regina Mziwanda. Na Mary, umesikia kanuni zinavyoelekeza, mm -hmm. Ikiwa kanuni ndio hizo, je, katika maisha halisi mwanamke yuko katika ukurasa gani wa uongozi serikali za mitaa. Na kwa kuzingatia hilo, mwandishi wetu Stanslaus Justin ametembelea kijiji cha Kasamwa kilichopo mkoani Geita kupata mitazamo ya kinamama. Je, wanajiona wapi katika uongozi na hasa serikali za mitaa yao wenyewe? Na Justin katika udadisi wake alianzia katika eneo la mashine ya kusaga nafaka na kukoboa, na pale kinamama walikuwa wakifanya kazi ya kupepeta nafaka. Hapa mbele yangu nina mama ambaye amejitambulisha kwa jina la Naomi. ushiriki wa wanawake hapa Kasamwa wa serikali za mtaa ni mdogo, wanaume ndio wengi. kwa nini ni mdogo? kwa sababu wakitaka kupiga kura wanawake, wanaume wengine wanakataa, wana hawa hawawezi kuongoza. Maelezo ya mama huyu yalinipa kiu zaidi ya kutaka kujua, je, wanawake ambao wamepata nafasi walau ndogo ya kushiriki, wao wanazungumzaje swala hili, hali ambayo linilazimu kwenda hadi kwenye ofisi ya kijiji hapa eneo la Kasama. Mi naitwa Monika Lazaro. Ushiriki wa wanawake ni mdogo sana, kwa sababu wanawake wanapuuziwa, hawawezi wakaendesha shughuli za maendeleo. Wanaume ndio wanaopuuza, hawawezi wakaongozwa na mwanamke. Tukienda kwenye kikao cha serikali ya kijiji, mwanamke akisimama kuongea, yaani wanaume hawapo radhi kabisa kumsikiliza mwanamke ama neno anayoyaongea Nilipojitokeza wanawake yani walinipigia kura nyingi sana kuliko wanaume. Alinishangaa nje kidogo ya mja Wakasamu anakutana na Bibi Lucia Masora. hatataahuu hatuna uhuru kabisa na hayupo ambaye yuko tayari kumsikiliza mwanamke. Wanaume wanaopuuza wanawake na hawako tayari kuongozwa na wanawake, wanamuona au wanamchukulia kama makopo. Je, upande wa viongozi wenyewe wa serikali za mitaa wanalizungumziaje swala hili? William Wilson Mduma yeye ni mwenyekiti wa kijiji cha Kasama. sasa hivi nasema kuna unafuu sana, kwa sababu hata kwenye serikali yangu nina wanawake kama watano hivi. Kwa hiyo kuna hali kidogo ambayo inaonyesha kwamba kuna uawafadhali. unafanya juhudi zipi kuhakikisha kwamba wanawake wanashiriki kwa kiasi kikubwa katika maswala mbalimbali yanayohusu serikali za mitaa katika ngazi ya maamuzi? mara nyingi sana, hata kwenye vikao vyangu vya hadhara vya kijiji, hmm. najitahidi sana kuwashawishi wanawake na kuwashawishi wanaume kwamba waruhusu wanawake, kwa mba, warusu, wanawake kugombea nafasi zozote pale ndani ya kijiji. ni taarifa ya mwandishi wetu Stanslaus Justin kutoka huko Kasama, Geita. Hmm. Faraja, niliposikiliza taarifa hii naona kuna wanawake wanaona bado wanapuuzwa, wako waliokata tamaa hadi wakidai kwamba wanaonekana kama makopo tu. Hmm. Lakini kuna wengine wamethubutu na wameweza, wameweza mm hii -hmm. Inanikumbusha msemo mmoja kwamba unaweza ukajikuta unakunywa chai sio na sukari, kwa kuwa tu huku koroga umeweka <laughs> sukari, lakini ukaishia kunywa chai sio na sukari inawezekana ukichukua hatua na kutimiza wajibu wako. Lakini kwa nini baadhi ya wanawake bado wanakiri maneno haya kwamba wanaume wanatupuuza, wanaume hawatusikilizi mm -hmm. na hatuwezeshwi faraja. Hoja hiyo imetukutanisha na Bi Maria Sarungi, mwandishi wa habari na mwanaharakati wa mabadiliko nchini Tanzania. Nadhani kwamba mpaka sasa hivi ukijaribu kuangalia, unakuta kwamba sisi akina mama wengi tumejiweka pembeni, na hiyo inatokana na maswala ma, mawili muhimu ambayo nayaona mimi binafsi. Ya kwanza unakuta kwamba sasa hivi akinamama wengi, wawe wa kijijini au mjini, wako busy tunasema kwa, kwa lugha ya kisasa, kwamba tunajishughulisha sana na masuala ya maendeleo yetu, watoto wetu, familia zetu. Kwa hiyo unakuta kwamba mara nyingi sana akina mama sisi tunachoka, lakini naweza nikasema pia, swala la pili ni kwamba ukiangalia sasa hivi siasa imekuwa kidogo ina ukinzani, yani inakuwa na conflict nyingi. Mfano mzuri ni hapa majuzi tumeona kwamba kuna akina mama walikuwa wameandamana tu masuala ya katiba, lakini polisi wamekuja wamewapiga, wameweka kwenye gari, wamewafunga, wamelala gerezani. Sasa unakuta akina mama sisi tunaogopa vitu kama hivyo. Ni Maria Sarungi, mwanaharakati wa mabadiliko Tanzania na mwanzilishi wa mtandao wa kijamii ujulikanao kama Change Tanzania. Tutamsikia tena baadaye katika makala hii ya Haba na Haba Taifa Linazungumza. Haba na Haba Taifa Linazungumza. Naam, Mary tunapozungumzia uongozi katika ngazi ya serikali za mitaa si tu kuchaguliwa, zipo pia ajira ambazo zinasimamia pia jamii kama mtendaji wa kata, mm, mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kitongoji. Zipo hizo nafasi Faraja. Naam, nikiwa mkoani Singida, Tanzania, nilizungumza na Bi Flavia Maria. Huyu ni mtendaji wa kata ya Mtipa, manispaa ya Singida. Ni mke wa mume mmoja kama alivyoeleza na watoto wawili. Kwa upande wake, anauona mwanga wa matumaini kuhusu wanawake na uongozi, na hasa tunapoelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa Disemba 14, mwaka huu. Falsafa yake anayoshikilia ni kujiamini. Ili mwanamke awe kiongozi, anahitaji kujiamini, kufahamu wewe ni binadamu wa kawaida kama binadamu wengine na kuangalia majukumu yako kama kiongozi. Tunazungumza na wewe ukiwa katika shughuli zako za kawaida za ukaguzi wa miradi ya maendeleo, na hapa tuko katika shule ya sekondari ya Mtipa tukiangalia maabara. Ndio, wewe kama mwanamke unakutana na changamoto gani sasa katika kusimamia miradi mikubwa kama hii ya maendeleo? Mimi najiona kama tu kiongozi yoyote kwa sababu kwanza najiamini na nafanya kazi zangu kwa kujiamini na kwa kushirikisha, lakini sijaona swala lolote ambalo linanibana kwamba kwa sababu mwanamke nishindwe, kwa sababu tukiangalia hata hata kwenye huu ujenzi wa maabara, kuna maabara zinazoongozwa na wanaume lakini wameshindwa, lakini sisi wanawake maabara zetu zote zimeongoza kwa manispaa ya Singida. Si tunaona kwa sababu kwenye vikao mbalimbali tunaona kweli maabara zilizoongozwa na wanawake ni nzuri, kwa sababu wanawake tuna sifa ya uaminifu. <laughs> Ni Bi Flavia Maria, mtendaji wa kata ya Mtipa, manispaa ya Singida, Tanzania mwenyewe hey. Anasema anajiamini anafanya kazi zake tu kama mtu mwingine haangalii, hmm, swala la mimi ni mwanamke, mimi ni kiongozi, ndio mm -hmm. Kanuni ya msingi. Kumbuka msikilizaji, tulikudokeza mapema kabisa kwamba tunachozungumza sasa kiliwekwa pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Haba na Haba, Facebook ni BBC Haba na Haba na Twitter ni BBC underscore Haba na Haba, ili kuruhusu mjadala huu kuendelea huko na huko tuliuliza, je, ni mabadiliko gani hutokea mwanamke anapokuwa kiongozi? Na tayari mmetutumia ujumbe mwingi sana, msikilizaji. Nianze kusoma ujumbe wa Menas Isaac Ndamsho wa Kibosho, Moshi. Unasema wanawake wengi bado hawajajua kama wanayo hiyo nafasi. Wanawake wanatakiwa wazidi kupewa elimu ili wajinasue kwenye unyanyasaji. Nikija kwa kwako Johannes Stanley unasema uko Mwanza, unasema kwa upande wa huku niliko katika kata ya Igoma Magharibi, kwa kweli wanawake wamejitokeza kwa wingi sana kupendekezwa na vyama vyao na kwa hiyo inavyoonekana, tunaweza kupata mwenyekiti mwanamke au hata mjumbe. Kutokana na muda wetu, nimalizie na wewe Wilson Peter kutoka Kasindaga, Muleba, Kagera, Tanzania. Unasema iwapo mwanamke ataongoza katika serikali za mitaa, mabadiliko yanayotokea ni kuwa jamii husika haitakuwa na mwamko wa kushirikiana naye katika nyanja nzima ya kujiletea maendeleo ndani ya mtaa yao, maana jamii imejenga fikra tofauti kuwa wanawake hawawezi jambo lolote. Mm, inatokea nini pale mwanamke anapokuwa kiongozi, anakosa ushirikiano. Ndio maanake ndo anachojaribu kumaanisha. Haba na Haba, Taifa Linazungumza baadaye katika Haba na Haba. Mi nashukuru maanake upande wa mme wangu mimi, mwanzo alikuwa na, na ile kuwaza kwamba mwanamke kutoka kwenye mambo ya siasa atakuwa hivi atakuwa hivi, lakini baada yeye mwenyewe kufuatilia nyeno zangu na nini na nini, hatimaye akaona kweli ninasimamia kitu ambacho anachokiamini mimi. Shughuli ya siasa mi sina haja ya endelee, hata shughuli yako binafsi unapofanya inafikiaga ipindi inakuwa inafika mwisho, napumzika, unabakiwa na kula pesha yote. Haya ni katika Haba na Haba sehemu ya pili, baada ya kibwagizo hiki

Unaisikiliza Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, bado ukiwa nami, Merigoret Richard. Nami ni Faraja John. Ni mabadiliko gani hutokea pale mwanamke anapokuwa kiongozi mama na mke? Swali hili linajibiwa na simulizi ya Merigoreti Richard alipotembelea mkoa wa Shinyanga, Tanzania. Katika mtaa wa Ngokoro mjini Shinyanga, unafanyika mkutano wa madiwani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA malengo ya mkutano huu ni kuangalia utekelezaji wa ni mkutano wa kawaida wa ndani Siri Yasini ni miongoni mwa madiwani hawa upande wa viti maalum kutoka kata cha Maguha, manispaa ya Shinyanga. niliamua kabisa kwa nia na dhamira kubwa kuingia katika uongozi baada ya kuona kwamba kinamama tunaweza, lakini pia kwa ajili ya kuendelea kuwasimamia sasa kinamama wenzangu, watoto, lakini pia na jamii kwa ujumla. Siri ana mume na watoto watatu Anawezaje kumudu uongozi na kuwa mama? Muda unawezekana. Unafahamu kwamba unaingia kwenye mambo ya kisiasa labda kwenye saa tatu, ina maana unatakiwa uamke saa kumi na mbili mmehudumia familia yako kwa hiyo, mm, kipanga muda wako, yote yanawezekana. Pengine kuwa mke wa mtu inaweza kuwa tatizo, lakini kwake ni tofauti. Mi nashukuru maanake upande wa mme wangu mimi, mwanzo alikuwa na ile kuwaza kwamba mwanamke kutoka kwenye mambo ya siasa atakuwa hivi atakuwa hivi, lakini baada ya yeye mwenyewe kufuatilia nyeneo zangu na nini na nini, hatimaye akaona kweli ninasimamia kitu ambacho anachokiamini mimi. Kwa maana hiyo hata naye kwa sasa kwa kweli ananiunga mkono sana, na wakati mwingine hata hivi, nimetoka kwenye mambo ya kisiasa, kwa bahati mbaya mtoto akawa amepata homa na nini, uko nyumbani yeye anaweza kumhudumia tu naekumhudumia baba wa familia katika mtaa wa Jomo mjini Shinyanga, mume wa siria sini Bwana Buha mzee yuko katika mapumziko na marafiki anaonaje mkewe kuwa kiongozi? Ni naichukulia kama kazi zingine tu, kama vile kazi angefanya biashara au angekuwa mkulima tu kama kazi za kawaida tu. Bisi Yasini anakumbuka changamoto alizokutana nazo wakati alipoamua kuingia katika uongozi wa kisiasa. Unapokuwa umeanza kwana, watu wengi kwenye jamii wanakuwa hawakuamini kama unaweza kufanya kitu cha namna hiyo, huyu mwanamke ataweza. Lakini kwa sababu unakuwa ni mvumilivu, na cha msingi zaidi ni kuona unawe, unakuwa na uwezo wa kuwa na msimamo hatimaye jamii na kuelewa na kukuunga mkono. Bwana Godwin Makomba ni rafiki wa Bwana buha mzee. Ninaishi kata ya Kambarage, ni mfanya biashara, mi nina mke na nina watoto watatu. Kwa upande wake mwanamke kuwa kiongozi si tatizo, ili mradi tu akubalike na jamii. Kwa mfano, mwenyekiti wa mtaa wangu ni mwanamke. Chamagua kwenyewe kule ambako anatoka huyu mzee Buha hapa, mwenyekiti wake wa mtaa wa Chamagua ni mwanamke, kwa hiyo sioni ajabu na mambo yanakwenda vizuri, na wanaume wengi walimsapoti na kumchagua. Bisiriasini anasema siri ya mafanikio ni kuwa na msimamo ili mwanamke akubalike na jamii, lakini pili kinachotakiwa ni kujituma. Mwanamke unadharaulika sana, hasa unapotaka kusaidiwa saidiwa. Hebu hakikisha unasimama wewe kama mama, unasimama wewe kama kiongozi, kwa sababu kama unaweza kusimamia familia yako ikasimama, kwa hiyo hata kwenye jamii kusimamia ni kitu kirahisi sana. Lakini pia nafasi za uongozi hazitaki masihara, tuhakikishe serikali za mitaa wanawake wanachukua fomu wa wengi pamoja na ujumbe wa serikali za mitaa. Hapo ndio mwanzo wa serikali, lakini hata baadaye Mwenyezi Mungu akitujalia kwenye 2015 wachukue nafasi za ubunge, wachukue nafasi za udiwani. Jamii sasa hivi inauelewa watawapa. Lakini kwa sasa bwana Buhamze, mume wa siri ya sini, anaonekana kubadili mawazo kuhusu mkewe kubaki katika uongozi wa kisiasa. Shughuli ya siasa mi sina haja, endelee. Hata shughuli yako binafsi unapofanya, nafikiaga ipindi inakuwa inafika mwisho na pumziko na bakio na kula pesha tubadili kazi bado tuna nguvu nam Meri, kauli ya mwisho ya bwana Buha Mzee ilipokelewa vipi na mkewe Bisiri? Ni bahati mbaya, ya Faraja, ziara yangu ya kuondoka Shinyanga ilikuwa tayari imeanza, kwa hiyo sikupata nafasi ya kumrudia Bisiri kuzungumza naye, lakini kwa kuwa teknolojia inatuwezesha si vibaya tuende tena huko Shinyanga kwa njia ya simu ili kusikia mapokeo ya siri baada ya mume kuja na msimamo mpya kidogo. Sio, ntaendelea mm -hmm. kumshawishi mpaka aisikie sehemu akubali, kwa sababu bado watanzania wana haja kuwatumikia Mwenyezi Mungu mm -hmm. akijalia mwaka kesho elfu mbili kumi na tano hiyo ntagombea tena. Vipi kama akikataa? Mme wangu ni kichwa cha familia sawa, lakini mimi ni sehemu ya shingo yake. Sasa unakapoamua kuizungusha shingo sehemu yoyote, hilo kaitengeneza vizuri, kichwa chenye kinakubali tu kwenda atakubali tu. Ni siri ya sine huyo, tukizungumza naye tena katika simu. Naam, Faraja, katika kuyajumuisha yote haya kwamba je, wanawake wanashiriki vya kutosha katika masuala yanayohusu serikali za mitaa na uongozi? Kama awali tulivyokuambia, tumezungumza na Maria Sarungi, mwanaharakati wa mabadiliko. Ilikuwa ni muda mfupi baada ya kupokea taarifa ya utafiti uliofanywa na taasisi ya Twaweza nchini Tanzania. Mary, nilikuwepo katika utoaji wa taarifa hiyo ya utafiti na ripoti hiyo ilibeba kichwa kinachosema Tanzania kuelekea 2015. Hali kadhalika kwa upande wangu pia nilihudhuria, lakini katika mazungumzo yangu na Maria Sarungi kwanza nilimuuliza anamwona wapi mwanamke katika nafasi ya uongozi tukianzia katika ngazi ya serikali ya mtaa. Sasa hivi ukiangalia kwa mfumo ambao upo wa bungeni, hii wanasema swala la kota au viti maalum, yaani kusema kwamba lazima asilimia fulani wanawake watimie, wasipotimie basi tunaenda tutawachagua tutawapa nafasi ya upendeleo na kadhalika. Hii mimi nadhani sio njia sahihi, kwa sababu unakuta kwamba watakaochukua fursa hizo ni wale ambao labda wameona kama ni fursa fulani ya kujijenga, lakini sio fursa ya kuiendeleza jamii yao husika. Pia nadhani bado kujengea uwezo wanawake wa kujiamini yaani hiyo mimi ni swala ambalo nalizungumzia kwa nyanja zote, sio siasa tu. Kanuni ya uchaguzi wa serikali za mitaa inasema kwamba wanawake wawe moja ya tatu au wote. Kwa hali hii ambayo umezungumza kwamba kuna uoga, kuna wanawake wengine hawajiamini, unadhani hii inawezekana? Mimi naweza nikasema inawezekana kama italazimishwa, ile kwenda sasa, mnaanza kusaka kwamba bwana, njo tuugombee bwana, nafasi zipo, tunaweza tukafikia. Lakini mimi binafsi naona kama vile itakuwa ni kitu kigumu, kama tutaiangalia kwa mazingira ya sasa. Umebahatika kuwa mjumbe wa katiba katika ambayo imependekezwa unadhani kuwa matumaini yapo kwa upande wa wanawake kwenye kushirikishwa kwenye maswala ya uongozi? Rasimu ya katiba iliyopendekezwa na Bunge Maalum la Katiba, kwa kweli, kwenye sehemu hiyo ya pili ya kuandika katiba sasa hivi iliopendekezwa, mimi sikushiriki, na ilikuwa kutokana kwamba niliona kwamba hakuna mwafaka na sikukubaliana na kuandika katiba ambayo haina mwafaka. Lakini kwa kifupi tu, mimi naamini kwamba katiba iliyopendekezwa haileti mabadiliko makubwa sana kama ile rasimu ambayo iliandikwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Kwa nini ninasema? Pale ukiangalia kulikuwa na mfumo, ulikuwa umeshawekwa mfumo ulikuwa unasema kwamba mgombea mmoja wa kike na mgombea mmoja wa kiume. Kwa hiyo unakuta ule ni mfumo ambao unalazimisha kwamba lazima watafutwe kwa njia moja au nyingine. Tulipata kusikia maoni kutoka kwa wanawake kutoka mkoani Geita na wengi wao wakasema kwamba wanapuuzwa. Suluhisho ni nini hasa? Sasa katika hili, mimi binafsi huwa siku zote na hiyo ndio naweza nikasema ni falsafa change Tanzania, huwa nasema mabadiliko yanaanza na, na, na sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi ningependa kwanza kabisa kuona wanaume ndio wanabadilika, na hapa nasema wanaume sio lengo mbaya. Wapo wanaume wengi sana ambao wanasapoti sasa hivi akina mama na wanawapa ushirikiano mzuri. Tunaomba kwamba zile sauti za hawa wanaume ambao ko katika jamii husika ziongezeke na waongee kwa sauti zaidi, watetee zaidi akina mama. Kwa mujibu wa utafiti watu waweza sauti ya wananchi, katika swali ambalo limeulizwa, ungependa nani awe rais ikiwa uchaguzi ungefanyika hiyo siku ya utafiti, majina yaliyotokeza mara nyingi yamekuwa ni wanaume. Hii ina maana gani, Maria? Hii ina maana kwamba hakuna mwanamke mpaka sasa hivi ambaye ameweza kuvuta hisia za Watanzania na hii inatokana nadhani kwamba tunaangalia kila kitu ni, za, ni chama zaidi. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi ambao mpaka sasa hivi wanazungumziwa kwa kesi fulani wako ndani ya chama pale mm -hmm, ambapo watakuwa na uwezo wa kutafuta mwanamke ambaye anaweza akavuka mipaka ya chama husika na akavutia watu wengi zaidi, kama kwa mfano tumeona asilimia 33 hawajui watamchagua lakini akawafuata wale ambao hawana vyama, lakini wanataka kushiriki kwenye uchaguzi na bado hawajaamua, akawavutia. Sasa tutakapopata mgombea kama huyo, mimi na imani kwamba watu watamtaja, lakini kusema ukweli, sasa hivi tuache kusubiri kubebwa. Hata mgombea wa rais atakaye kuja aseme kwamba yeye, yeah, anataka achaguliwe sio kwa sababu ni mwanamke, bali kwa sababu anastahili, meritocracy. Kwa nini nasema hivyo? unajua kama ukitaka kusema mimi nichague kwa sababu mimi ni mwanamke, moja kwa moja unasema kwamba wanaume hawastahili. Ni Maria Sarungi huyo, akitufikisha ukingoni mwa makala hii ya haba na haba. Hoja kadhaa zimeibuka katika makala ya haba na haba leo, ikiwa ni pamoja na mashaka wanawake, kwa baadhi ya wanawake kwamba hawakubaliki kwa kuwa tu ni wanawake. Wako wanaoona bado wanapuuzwa na wako waliokata tamaa faraja, lakini kuna wengine wamethubutu, hmm. na kuonyesha umma kwamba inawezekana, si tu kwa kuwa ni mwanamke lakini kwa kuwa uwezo upo. Je, aongoze kwa kuwa ni mwanamke au aongoze kwa kuwa ana uwezo? Ni swali jingine hili. Tungependa kusikia kutoka kwako. Tuandikie katika kurasa zetu za Facebook na Twitter, na pia unaweza kututumia ujumbe wako katika simu yetu ambayo ni 07852369 Tatu nane. Tunashukuru sana asante kwa kuwa nasi tukikuaga kwa kukukumbusha, wiki iliyopita tulizungumza nini? Wiki iliyopita tulikuwa tukihoji, je, rushwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa, nani awajibike? Nisome ujumbe wako. Mengilio Budoda wa Igunga, Tabora, Tanzania unasema rushwa haiwezi kukoma hata siku moja, maana rushwa kwenye uchaguzi huu zimetokea sana na wanaendelea kutoa rushwa. Kaka Musa Hasani wa Chunya, Mbea, unasema sijawahi kuona kwa kuwa ndio nimetimiza miaka ya kupiga kura ila nasikia tu kwamba kuna rushwa. Nimalizie na wewe Sagire Magabe Mkono kutoka Tarime Mara unasema nilishawahi kushuhudia mgombea mmoja akigawa zawadi, sikusema lolote kwani mimi nilikuwa mdogo A, lakini angarau anaweza akawa na kumbukumbu ya kudumu, leo hii atachukua hatua, sio <laughs> <laughs> msikilizaji, na kwa ujumbe huo kutoka kwako, ndio tunahitimisha makala hii ya Haba na Haba kwa ahadi ya kuwa nawe wiki ijayo. Wadhamini wa makala hii ni idara ya maendeleo ya nchini Uingereza, DFID. Mimi ni Faraja John na mimi ni Merigoret Richard. Shukrani sana kwa kuwa nasi, asante na kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, Taifa